unaingia tamarinu mazoezi naandika hapo sheikh, naomba ajibu anil asilatil atiya, ajibu maswali yafuatayo. Kwa haya maswali sasa mimi nitayajibu inbox inshaallah. Namba itakuwa chini hapa, namba ya admin. Maswali haya yapo ishirini na mbili. Maswali ishirini na mbili nitayajibu haya. Ni mazoezi ya kuzungumza haya nitayajibu kwa kuongea sio kwa kuandika kwa kuongea na mmoja masmuka, nipi jina lako? mwanamke masmuki

A'indaki sayaratun, je, una wewe gari? Kwa mwanamke au, a'indaka darajatun, je, una wewe baisikeli? Kwa mwanamke, a'indaki darajatun. A'indaka qalamun, je, una wewe kalam? Kwa mwanamke, a'indaki qalamun. A'indaka daftarun, je, una wewe daftari? Kwa mwanamke, a'indaki daftarun. A'abuka tajirun, je, baba yako ni mfanyabiashara? Kwa mwanamke, a'abuki tajirun

Ismu, jina lake. A, ismuha Zainabu, jina lake ni Zainab. Ismuha Zainabu, jina lake ni Zainabu, ni Zainab. Abini Muhamadu tabibu, Muhammad daktari. Mama tabibu, Muhamad daktari. Annaaanuake anu, mwanamke. Fatima wa ibnuha, na mtoto wake muhandisi Hadha <tuhal> rajulu tajirun kabirun kabirun. Huyu mtu ni biashara kubwa. ismuhu Abdullah. Jina lake ni Abdullah. Naam. fil ghurfati. Amina yuko chumbani. Wa ummuha, na mama yake. Wa ummuha fil matbakh. Mama yake yuko jikoni. Kwa hiyo Amina ni fi Na namba 5.

mwanamke hadha kalamuha, wa kitabun, sarirun, ismun, mindilun leso, ibnu mtoto, sayaratun gari, miftaun ufunguo, yadun mkono, hadhihi sayaratuki ilaa wa a hii sayaratu

Dhahaba tabibu maa almuhandisi. Ameenda daktari pamoja na mhandisi. Matatu, jalasa almudarisu maa almudiri. Amekaa mwalimu amjana mdirmaawma manmaaka ya aliyu nani yuko pamoja na wewe? aalu nani pamoja na wewe? ea Namba tano Aminatu haa, haa, Aminatu ma'aha zawjuha Amina yuko pamoja na yeye mume wake. Amina no. tu ma'aha zawjuha Amina yuko pamoja na yeye mumewe. Naam. Na sita kharaja abi min albayti. Ametoka baba yangu nyumbani. Kharaja abi min albayti. Man kharaja ma'ahu? Nani ametoka pamoja na yeye? Man kharaja ma'ahu? Nani ametoka pamoja na yeye? Kharaja ma'ahu ammi ametoka pamoja na yeye ammi yangu, baba mdogo, baba mkubwa. Kharaja maahu ammi, ametoka pamoja na yeye ammi wangu, yaani. Namba nane baitun, nyumba. Baituka akhun, ziko tofauti. Abun ni abuka abuka baba yake yule mwanaume. Mwanamke, abuki. Abuhu, baba yake yule mwanaume. Abuha, baba yake yule mwanamke. Abi, baba yangu. Akhun, kaka. Akhuka, kaka yake yule mwanaume. Akhuki, kaka yake yule mwanamke. Akhuhu, kaka yake yule mwanaume. Akhuha, kaka yake yule mwanamke. Akhi, kaka yangu mimi. Tunasema abi wa ummi fil baiti, abi wa ummi fil baiti

Namba moja abbasun. Namba mbili muhammadun. Namba mbili talhatu. Alkalimatu ljadidatu, maneno mapya. Azzamilu, azzamilu. Azzawju ni mume kwenye kiarabu cha asili. Azzawju ni mume. aa ae kwa mume, zawjatun kwa mke. Wahidun, moja au mmoja. Fatan aku tulimsikia kijana mmoja akiwataja fatan